Afisa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania naapa kwa dhati kwamba nikiwa mzalendo, niki mzalendo, nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu nitatumikia nchi, nita nchi, nita nchi yangu katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria, kanuni na amri zote zokuisha tolewa na zitakazo tolewa mara kwa mara na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria, nitafunza na kuazoesha kwa nidhamu nzuri, nzuri, utiifu, uhodari na uaminifu maafisa na askari watokokwa chini ya uongozi wangu, nitalinda na, na, na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamtii, nitamlinda, nita kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi